Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ya, ni heshima mbele za Mungu tumepata neema. Eh, ni mwezi mwingine mpya, mwezi wa tisa, na ni kwa neema ya Mungu tumepata kibali kuona. Wengi walikuwa wametamani kuona mwezi huu, lakini sisi Bwana ametupendelea, tumekuwa kati ya wachache walio teuliwa au waliochaguliwa kuwepo katika mwezi huu na sisi, jambo hili hatulichukui kwa wepesi wala kwa kawaida, na mioyo yetu imejawa na shukurani sana kwa Mungu kuwa ametusaidia tumeweza kufika katika mwezi huu mwingine. Lakini pamoja na hayo yote eh, baba ameomba, lakini tutakuwa na eh, wakati mzuri wa kujifunza eh, neno la Mungu. Karibu sana na yeah. E, uwe tayari kusikiliza na kufanya kile ambacho e, Bwana atatupa e, maelekezo yake. Nina, nina shauku sana ya kuona e, yale ambayo Bwana anatufundisha kutoka hapa e, madhabahuni, tukiyatendea kazi na tukiyaishi, ili yatuletee mabadiliko kwenye maisha yetu kwa sababu kama tutakuwa eh, ni watu ambao tunasikiliza neno na hatulitendei kazi, tutakuwa ni watu ambao hatupati manufaa na lile neno, kwa sababu eh, neno la Mungu limesema wazi katika kitabu cha Yakobo, kama sijakosea ni moja ishirini na mbili, anasema heri wale ambao ni watendaji wa neno kuliko wale ambao wanakuwa ni wasikilizaji. Yaani mtu anasikia na anaacha hapo hapo, ni msikilizaji msaurifu. Bwana atusaidie sana. Tutakapokuwa tuna somo hili ninatamani sana uh, uzingatie Yes. Somo la leo Bwana ta alilotupa itatutia moyo lakini pia litatukumbusha wajibu wetu wa yale yanayotupasa kuyafanya. Kichwa cha somo kinaitwa uh, nguvu ya subira, nguvu ya subira, nguvu ya subira. Andika kichwa cha somo, nguvu ya subira. Uh, subira ni ni ni ni uwezo ambao unazalishwa ndani ya mwamini kutokana na tunda la Roho linaloitwa uvumilivu. Yesu asifiwe sana. Usipokuwa na tunda la Roho linaloitwa uvumilivu, hauwezi ukawa na subira. E, Waswahili walisema mapema kuwa subira yavuta ya heri. Kuwa mtu mwenye subira, siku zote yaliyo heri heri mda mwingine ni baraka. Ndio maana nasema heri wale ambao eh, Bwana ni Mungu wao. Heri wale ambao ina maana wamebarikiwa kwa, ina maana ukiwa na subira kuna wakati inavuta heri. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa leo tutakuwa tunajifunza hapa kwa kina. Somo letu litakuwa na vipengele kadhaa, lakini tutakuja tujifunze pia ndani ya hili somo tuone sayansi iliyoko ndani ya kumngoja Bwana. Kwa sababu tumeona katika maandiko kuna mambo mengi ambayo maandiko yamefafanua kuhusu kumngoja Bwana na tuna, tutajifunza tujue unafanya nini unapomngoja Bwana. Kwa sababu unaweza ukasema mimi namngoja Bwana nipo tu namngoja Bwana. Lakini tutajifunza yapi atupasayo kuyafanya tunapokuwa tunamngoja Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Konena kutambulisha somo kwa namna hii ili uwe tayari moyo wako uwe wazi kulipokea na ujue tutakuwa tunaenda kwa namna gani. Kwenye maisha yako kwa namna moja au nyingine utahitaji tu kuwa na subira. Usipokuwa e, yani, usipohitaji kuwa na subira kuna namna tu ambayo hata e, mazingira yatakunizamisha yatakufanya usubiri. Ndio maana hauwezi ukawa e, ni mkulima ukataka uende shambani siku hiyo hiyo na umepanda mbegu jioni urudi, uvune. Kwa sababu gani? Baada ya kupanda na kuvuna, kuna mchakato hapa katikati ambao utakuhitaji kuwa na subira. Mungu asifiwe sana, Mungu asifiwe sana kwa hiyo ni jambo jema sana sana sana, sana kama watumishi wa Mungu kuelewa ili jambo la subira wakati mwingine